Shalom shalom, mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, mwana wa Mungu, nakukaribisha tena katika kipindi chako pendwa, kipindi cha Singing in the Spirit. Karibu tena mwana wa Mungu, tuendelee kuangalia kipindi hiki ambacho ni, ni, ni matokeo ya unabii uliotanguliwa kunenwa na manabii waliotangulia kuwa wana na ukuani wa kifalme, tunatembea katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake kama ambavyo sisi wana wa Mungu tumeenjoy sana na kufurahia neema hii na matokeo ya unabii ambao tumeupokea. Na naukaribisha sana mwana wa Mungu, uendelee tena kuungana pamoja nami katika kipindi kingine tena tunaposhangilia na tunapomfurahia Roho Mtakatifu na karama zake. Nami siku ya leo nitakuwa na mwendelezo wa somo letu ambalo tumelianza la upendo wa Mungu Baba, jinsi ambavyo ni msingi mkubwa wa mwana wa Mungu kuweza kuenjoy na kufurahia karama zote za Roho Mtakatifu pasipo kuwa na kikwazo chochote kile. Basi leo tutasoma neno kutoka Wimbo Ulio Bora sura ya pili mstari wa nne Neno la Bwana linasema akanileta mpaka nyumba ya karamu na bendera yake juu yangu ni mapenzi. Mwana wa Mungu, hiki ni kitabu kilichoandikwa na Mfalme Sulemani. Wakati anaandika kitabu hiki Alikuwa amefunuliwa upendo wa Mungu Baba na akaandika kwenye sura ya pili mstari wa nne kwamba akanileta mpaka nyumba ya karamu na bendera yake juu yangu ni mapenzi. Hapa alikuwa anaongelea upendo wa Mungu Baba kwake, baada ya huyu mwana wa Mungu kuwa amefunuliwa upendo wa Mungu Baba kwetu na wana wa Mungu, kama ambavyo tumejifunza kwamba Kristo Yesu ni ufunuo wa upendo wa Mungu Baba kwetu wana, sawa sawa na Yohana tatu mstari wa kumi na sita. Kwa hiyo Mungu Baba ni upendo. Kwa hiyo, tunaona, kwa hiyo tunaona anaposema kwamba na bendera yake juu yangu ni mapenzi, anazidi kutuonyesha kwamba kumbe lugha ambayo tunazungumza sisi na baba yetu ni mapenzi, ni lugha na, na, na kama ambavyo tumesema kwamba kunena kwa lugha it is the love language between kwa hata bendera yake juu yangu ni mapenzi kwamba it is the love is the language we understand in the kingdom of God. Because we are born of love and our father is love. Kwa mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, ninapenda tu nikwambie kwamba kama ambavyo tunajua kazi kamilifu ya msalabani, ya, ya, upendo, ya, ya, ya msalabani ni matokeo ya upendo wa Mungu Baba, ndivyo ilivyo kwamba na Upendo wa Mungu Baba tuliofunuliwa kupitia Yesu Kristo na kazi ya kamilifu ya msalabani umetuondolea limitations katika kumfurahia Roho Mtakatifu na karama zake. For the more we are revealed the love of God the more we enjoy the gifts of the Holy Spirit And the more you you get revealed, you get to understand the love of God the more you get to understand the person of Jesus Christ and the more you enjoy and celebrate these gifts of the Holy Spirit kwani kwa sababu roho mtakatifu hasemi kwa habari yake mwenyewe bali anasema yale yote aliyo yasikia kutoka kwa baba ametueleza habari zake and that is the truth of Jesus Christ the more you get to understand the love of God the more you get to know the person of Jesus Christ and the more you get to enjoy the gifts of the Holy Spirit without putting limit to your Father but you celebrate you enjoy these gifts of the Holy Spirit na tunajua kwamba Jesus Christ He reconciled us with God anasema kwamba kwenye waefeso sura ya pili mstari wa 14 tukisoma anasema kwamba kwa maana yeye ndiye amani yetu aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Kwa Yesu Kristo alikibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Ndio na maana nakwambia, mwana wa Mungu, you don't need to have any limitations before God wakati wa kufurahia hizi karama za Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu Kristo ndiye amani yetu na Mungu, na kwa sababu hiyo Yesu Kristo ameondoa kiambaza cha kati kilichotutenga o sisi na Mungu, we don't have anything that can nothing that can can separate us from the love of God, kwa sababu Yesu Kristo amesha kiondoa kile kiambaza cha kati kilicho tututenga. Kwa mimi na wewe mwana wa Mungu sasa hivi tuna enjoy karama zote za Roho Mtakatifu kwa sababu tumefunuliwa upendo wa Mungu Baba, kwa sababu Yesu Kristo ni, ni ufunuo wa upendo wa Mungu Baba kwetu sisi wana wa Mungu. Kwa hiyo sasa, mwana wa Mungu, ningependa pia nikukumbushe story ya mwana mpotevu, baada ya kuwa amemwomba baba yake urithi na akakimbia akatafanya zile mali zote lakini tukisoma katika Luka 15 mstari wa 17 unatuonyesha kwamba alipozingatia moyoni, lakini kwenye Biblia nyingine inasema kwamba alipopata akili. Hebu tuisome kwanza Luka 15:17. Anasema kwamba alipozingatia moyoni mwake alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Alipozingatia moyoni, ukisoma kwenye Biblia ya, ya habari njema anasema kwamba alipopata akili. Kwa nini? Kwa sababu this is the time, huyu mwana alifunuliwa upendo wa Mungu Baba. Kwa baada ya kuwa amefunuliwa upendo wa Mungu Baba, akasema ah, kama Mungu ka-kama ndani ya, ya ya familia ya babaangu, hata servants wanakula na kusaza, what about the son akasema I must go back home, na akarudi nyumbani, akakuta baba yake tayari yuko tayari kumpokea kwa sababu baba siku zote ni upendo, na kama ni upendo, basi yeye tayari moyo wake always huko tayari kupokea wewe, mwana wa Mungu. Sasa kama huyu mwana wa mpotevu ilikuwa hivi, what about you, mwana wa Mungu ambaye umezaliwa kwa upendo? Baba yako ni upendo, how much he loves you, mpaka akamtoa Yesu Kristo kwa ajili yako and the more you get to understand this love of God, how much more you will enjoy of your father that he has he has freely given you and they are revealed to you through the person of the Holy Spirit. kwa kweli, ni raha sana mwana wa Mungu baba katika Kristo Yesu. na kwa sababu hiyo, pia mimi ninao ninao ushuhuda ambao ningependa kushare na wewe mwana wa Mungu, na ni kwa sababu ya we know kwamba the love of God we get to understand it more when it is personally revealed to you, kama ilivyo uokovu. It is a personal relationship between you and your father, you are the son of God, but it is, it is is personal relationship kati ya wewe na Mungu. It is what makes us know him deeper. It is also the personal revelation of the love of God, ambayo inakufanya wewe kumjua Mungu zaidi. Na ndio maana unapookoka you, you, you have entered a personal relationship between your father. Na ndio maana hata ukiangalia kwenye hii lugha ya kunena kwa lugha, kuimba katika roho, anayenena kwa lugha ananena na Mungu mambo ya siri, ananena mambo ya siri na babake. Why ni mambo ya siri na babako? Kwa sababu it is personal more personal. Na ndio maana mwana wa Mungu, unaona tunatoa tuna pia nafasi kwa wana wa Mungu kuweza kuupokea wokovu ili uweze kuijua hii relationship personally between you and your father, because this is the personal issue between you and your father and that's when you get to know him more and more. Mimi ninao ushuhuda wa mimi na baba yangu, jinsi ambavyo Bwana alinifunulia Upendo wa Mungu Baba, na mimi nimeona hili jambo ni kushirikisha wewe mwana wa Mungu kwao, so, one day the Lord revealed to me his love. Na alitumia picha alitumia picha ya dunia alitumia picha ya dunia ko niliona I was revealed the, the the the, the, picture of the earth from the core. Tunajua kwamba the, the the earth the the, the the the earth earth inside inside the earth, there is the core part of of the earth and then you come upward where you meet the surface, ambapo hapa kwenye surface sisi ndo tunaishi, lakini within the earth kuna core center of the earth and whereby that core center Bwana alinifunulia kwamba that is the love alitumia it, it is just the picture that God he used to reveal to me his love, na nikapata ku understand zaidi, of which nimeona ni vizuri pia kushare na wao mwana wa Mungu kama ambavyo nimeichora mahali hapa kwenye kitabu cha My Father's Blessing chapter pili ambapo nimekuelezea kuhusu the, the, the love of God. Nimeelezea kuhusu the love of God ndipo utakapoona picha hii ambayo ninakuelezea, ninakuonyesha mwana wa Mungu, kwa sababu I want to, to, to, to let you understand what the Lord was speaking to me, lakini kama pia hujajipatia nakala yako, na kushauri ukajipatie nakala ya kitabu hiki ili uweze kuunderstand na wewe upendo wa Mungu Baba so, Bwana akawa ananifunulia kwamba this call is love of which God is love and here the surface place, sisi ndio tulipo.